Tuseme mmoja wenu anaye rafiki akaenda kwake usiku wa manane, akamwambia, rafiki, tafadhali niazime mikate mitatu, kwa kuwa rafiki yangu amepitia kwangu akiwa safarini nami sina cha kumpa. Naye akiwa ndani angemjibu, usinisumbue, nimekwisha funga mlango, mimi na watoto wangu tumelala, siwezi kuamka nikupe Hakika, ingawa hata amka ampe kwa sababu yeye ni rafiki yake, lakini kwa sababu ya huyo mtu kuendelea kumomba, ataamka ampe chochote anachokihitaji. Kwa hiyo ombeni, nanyi mtapewa, tafuteni, nanyi mtapata, bisheni mlango, nanyi mtafunguliwa. Maana yeyote aombaye hupewa, atafutaye hupata, na abishaye mlango hufunguliwa. Mtoto akimomba baba yake samaki, je, atampa nyoka badala ya samaki? Na kama akimomba yai, je, atampa nge? Kama ninyi ingawa ni waovu, mnajua kuwapa watoto wenu vitu vizuri, hakika baba yenu wa mbinguni atafanya zaidi, atawapa Roho Mtakatifu wale wanaomomba. Hayo ni maneno ya Bwana Yesu, kwa wapendelevu wanaosoma kitabu cha Biblia Luka 11 fungu la 5 mpaka lile la 13. Ni kukaribisha katika Daily Wisdom Series, ambapo unaweza ukapata hekima kila siku na masomo yanayoweza kukusaidia kila mara, ili ufikie kilele cha mafanikio, ukafikie mafanikio unayo yahitaji. Karibu, msisitizo Msisitizo ni pale ambapo unaona kwamba kitu kimeshindikana, alafu baadaye ukasisitiza, ukasukuma, ukakaza, ili mradi kitu chenyewe kiende. Huo unaitwa msisitizo. Ukiomba unanyimwa, unaomba tena, unaomba tena tena na tena, tena na tena unaomba ndiyo. Jan Jiang ni mmojawapo wa watu ambao wamefanya kazi hii kubwa ambayo inaitwa 100 rejections. Hii ni kazi kubwa ambayo aliyoifanya Jian Jian. Alifanyaje? alijigundua ya kwamba alikuwa katika hali ambayo alikuwa na hofu ya kukataliwa. Akitaka kuanza chochote kitu, alikuwa na hofu ya kwamba atakataliwa, atatupwa, thamani yake hawaioni Alafu akaamua kusema nitafanya, mazoezi niombe kitu angalau mara mia moja nikataliwe angalau mia, mara mia moja. Alikuwa anaenda anaomba simu ya mtu anaweza tufika hapa, anasema nisaidie simu yako, ukimpa sawa, ukimnyima anaenda. Wakati mwingine aliomba apewe dola mia moja kwa mtu ambaye asiyemjua, naomba unisaidie dola mia moja. Lakini cha kushangaza ni kwamba baada ya kufanya zile Ma, ma, ma, majaribio zaidi ya mia moja alijikuta ya kwamba alikuwa ameshangaa na matokeo kwa kuwa wengine walimpa sio kama alivyodhani ndivyo ilivyokuwa. Wamoja walimkataa wengine walimkubali. Hii ni ishara ya kwamba wakati mwingine tunashindwa kuendelea kwa sababu tu ya hofu ya kukataliwa na hivyo basi, utakapokutana na hofu ya kukataliwa, tafadhali sisitiza na usisitize tena sisitiza na usisitize tena na tena kwa sababu iko nguvu iliyo katika msisitizo, kama tulivyoona kwenye kisa kile. Tumeona namna ambavyo hata Bwana Yesu mwalimu mkuu ameonyesha mfano wa mtu ambaye alienda kwa jirani yake saa za usiku, anasihi, anasema, tafadhali naomba chochote kitu kwa sababu nimepata wageni na wala sina kitu cha kuwatolea, tafadhali ufanye chochote kitu, nipe mikate mitatu ikanisaidie kupokea wageni wangu. Bwana Yesu anasema hata kama yule rafiki yake hangemtolea kwa sababu yeye ni rafiki yake, angempa kwa vile alivyosisitiza. Iko nguvu iliyo katika msisitizo. Sayansi ya biashara inaonesha ya kwamba wale wanaonunua wananunua baada, wengi wa wanaonunua wananunua baada ya kukataa zaidi ya mara kumi na saba. Sasa wewe umekataliwa tu mara moja, alafu ndio ukakata tamaa. Pima tena na tena pima tena na tena. Kuna wale ambao watanunua aaya kwa mara ya kwanza, kuna wale ambao watakukubali kwa mara ya kwanza, kuna wale ambao amba watakupokea kwa mara ya kwanza. Kuna wengine watakupokea baada ya mara tano, baada ya mara kumi. Wengine wanataka waone kwamba uko serious katika kile unachokifanya wanataka waone vile unavyovifanya, unavifanyaje? Wengine wanakujaribu, wengine wanataka kujua wewe unafanyaje. Kwa hivyo, sisitiza, sisitiza, sisitiza, sisitiza, narudia tena, sisitiza, kwa sababu usiposisitiza, basi utakuwa umepoteza fokasi yako na utapoteza nguvu iliyo katika msisitizo. Iko nguvu iliyo katika msisitizo, na hii ambayo unaweza ukaifanya kwa nguvu kubwa sana. Unaweza ukasisitiza, haikombi chochote. Rudia tena na tena, rudia tena na tena, rudia tena na tena, rudia tena na tena. Kwa sababu usiporudia tena na tena wewe ndiye utakayekuwa umepoteza, kwa sababu yule aliyekataa yeye hajali chochote, anaendelea na maisha yake yeye, ameshakataa. Lakini wewe ambaye umekataliwa, hii ni swala la maisha yako, ni swala la uzima wako. Sisitiza tena na tena, katika maswala ya kiroho sisitiza, katika maswala ya kimwili sisitiza, rudia tena na tena, jaribu tena na tena. Kwa sababu bado tena inawezekana kuna vitu ambavyo tumepokea katika eh, falsafa za kibinadamu ambazo huwa hazishiki. Watu wanatuonesha kwamba ukishakataliwa basi usisumbue. Kuna muda ndio ambao utakubali kwamba hautakiwi sehemu, lakini kuna muda pia ambao wewe pia unatakiwa ufanye msisitizo. Hasa ni muda upi ambao utafanya msisitizo? Ni muda ambao wewe unaona ya kwamba mpaka sasa sijakosee mpaka sasa sijakosea kanuni zilizowekwa, sijakosea masharti yaliyowekwa, sijakosea mtu adabu, sijakosea chochote hapo, unaweza ukarudia tena na na tena. Lakini kuna wakati ambapo utajifunza kujua nini kinachofanya kwamba mimi nikataliwe. Jifunze sababu, boresha matatizo, alafu urudie tena na, na tena. Kuna wakati ambapo unaweza ukakataliwa kwa sababu mambo yako hayajaiva vizuri yaani mafikara yako au yale mafikiri yako makuu hayajakaa sawa, wewe ukakataliwa. Au labda bidhaa zako haujaziweka sawa, alafu ukakataliwa. Hiyo yote ni, ni, ni kwamba unastahili kusisitiza. Rudia tena na tena. Umeshindwa leo, rudia tena kesho. Umeshindwa kesho, rudia kesho yake, na maisha yataendelea. Siku moja utatoboa. Sijui wewe unakataliwa katika sehemu gani na unashindwa kusitiza katika sehemu gani? Mimi nitafurahi sana kusoma kwenye comment. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare ili wa kwanza kupata masomo yetu, sio lakini jifunze.